Kuna Idris Sultan uh, leo bana, dress code yake kidogo na mimi imenishangaza, anaenda kama chief so chief so, huyu mtu wa fashion yeye atatuambia bana. Idris, kwema, kwema, inabidi uvae cheni kwenye mavazi kama haya, mavazi ni nini, uvae cheni? Ah, si mimi naona kama afu yamesainiwa, ndugu yangu, nini nini, imeandikwa... ya mambo mambo

Asasi ndio pale pale ofisi kwetu. Ah, kwamba wanakea pia muonekano wako. Yes, pale pale. A, ne, yes, pale pale. Je, kusikia? Na ikumbuka lakini kuna vingi unavistopisha kumbe wewe unajihudumia mwenyewe kwanza. Yes, kwa sababu naona nalikwaza. Tunapokwaza hawakuungishi. Hapana, labda nilikuungisha wengi kwa hela ndogo labda. Ni wanaomba discount. Ah, sana. Tena. Kuna wasanii ambao wanaomba discount sasa. Vitambaa vipo. Nitajishughulikia.

ukiwa humble pia na sasa wana, wana I, I, am not humble anymore leo. Wakati naona CRDB wanawaambia watu kuhusiana na vijana waliofika hapa tayari kwa ajili ya masterclass video yako ilipopostiwa, watu wakasema mbona hii juice amepungua sana, una, unafanya mazoezi sana, diet sana, au wewe mwenyewe ndio unapenda uonekane kwa namna? Kwanza ni mbaya mi kwangu, you look fine. Sasa kwa nini hapa tunajibukia hata kwa sababu watu wamekuwa concern kwamba mtu akiongezeka unless mm -hmm. Waone kuna tatizo mm -hmm. Nao tatizo awe mwenyewe anajisema hata kama wanaliona yeye hajasema hawana sababu kwanza ya kusema. Kwanza kuna ile kitu watu wanasema mtu anapendeza hivi, anapendeza na utekelezaji wake, watu wa ajabu sana. Kama hapo unaweza kuona hadi sasa hivi watu wanapenda mwanamke wasio mgeni. Mm -hmm. Kesho watakuja waseme wa mwili gani? Unajua, tayari wamekustress wewe, yeah. sure. Yaani, kulikuwa hakuna mm haja -hmm. so mm -hmm. uh, mm -hmm. we kama umejipenda sio umejipenda hivi wanatakiwa wakaangalie kilichoko. Kuna vitu vingine labda ataja, lakini hiyo naisema pia. kwa nini naisema hivi? Natutua, tunakuwa tunadiscuss vitu ambavyo vingi sio vya msingi sana na mm hivi -hmm. vitu vinaaffect sana wanawake kuliko hata wanaume if you if you think about wana sasa hivi wamepiga safari nyingi eh, safari hizi za kuingia hapa si Uturuki sio safari nyingi eh, lakini ukiuliza wangapi walipenda kuzifanya hizo safari kikweli, sio idadi ile ile ambayo imesafiri. Wengine ndio hivyo -hmm. walikuwa pressured, watu wengine wameona kama mimi fulani, mwingine ndio napendwa zaidi, basi na sisi tunatamani tupendwe, maybe people people should just let people be. Oh yeah. Mm. So, kwa jinsi unavyoielezea ni kwamba haikuumizi kabisa wao, lakini unakuta kama mimi sasa, mfano ni mwigizaji, kuna vitu hata uwezi sema hata yeah. yeah, lakini pia ukisema labda mnatokiwa muda sahii sasa na wakuvisea kisa kwenye vitu vya consideration nyingi sana, lakini kwenye swala la papeti. Ah, mimi naona kwanza, hapa ni unyama nyama, aki ukweli, naona hapa ni unyama aki kweli, mimi naona hapa ni unyama, ni baki hapo, kama nitaongeza kidogo lakini Una jinsi fulani, hapa ni energy mbaya, unajiona mwenyewe mwepesi nini? Una una nguvu ya kufanya vitu auna mafuta extra, extra, ni, <laughs> eh, ni, ni kama ni wewe na wewe na mimi. Oh, yes. Eh eh, Eh. Unaishi hivyo. You you you yourself, you ah, yourself. Yani, uh, <coughs> you and and and and are. Ah, is I I. I me. Baada ya urudishe danga, unajua. Ni madeni yamekuwa mengi. Mm, unadaiwa sana viatu, unadai I say, Idris, madeni sasa upunguze Watanzania wanapenda vitu, hmm, awapewe ah, vitu. Maana, hmm, tunaona wasanii wetu mwingine yuko kwenye podcast sasa hivi. Sijui unanielewa. Mm, ah. Eh, anawapiga kweli matukio ame, ame <laughs> Danga, inarudi lini? Ah, tuseme inshallah kwanza, alafu tuone, lakini kama isiporudi, basi na hakika kitakachokuja kitakuwa ni bora zaidi, kwa sababu ninachopenda kwenye kazi zangu, au kwaao a magondanafana kazi chache sana ambazo zinadumu na kuishi, kwa sababu ninawaheshimu audience wangu, yani siwaletee kitu ambacho ukikiona unadhani itoali kutafuta Okay. Hetiyani lazima kuna passion mm -hmm. Yani inazipikilia kwa sababu nikiangalia wakati nakaa naangalia TV huwa natamani ile content naangalia, awu ameniheshimu enough kunipa kitu ambacho kweli kitanikalisha hapa na sio kwamba niangalie mimi, ni naanza sasa hapo anafanya, alafu wasem, wacha endelee kuongea sisi tunaingiza hela. Ni wazi kweli unaingiza hela, na unatukwaza wakati unaingiza hela. Kuingiza hela, unaingiza hela hiyo, unatukwaza. Kwa sababu yeye, hela zako unaingiza kupitia sisi, afisi, hatupendi jinsi unavyoziingiza eh. Kwa hiyo, yani, kila kitu kuhusu hela kila husda eh, yani <laughs> tunakuchapa usiku. Umetukwaza na content yako, umeingiza hela tajiri, ila tajiri, ubaya baya unalo Idris. Ni unajua leo utakuwa na yule uliyemwaahidi utamnunulia boti hivi, ni boti mel au boti mel? maanake nakumbuka last time tulipopiga stori yeah. Uliniambia mi sitaki kuweka wazi mahusiano yangu yeah. Ghafla nikaona afanikaona unamuweka insta kwenda kangapi sasa kwenda kangapi okay. Akikata okay. Siku moja no, no, no. Umemweka hadi ukamwambia usijali mama, hizi safari sijui za wapi na kununulia boti yeah, sasa hapo hapo nikachomoa. Oh. Sasa I will never be pressured. Sasa kwa nini? Hata mwenyewe kwanza alikuwa anatamani zo kwa, kwa muda mrefu hmm, sana na mimi nishazikataa nikuja nikaikaga siku ambao kweli namjinayo mimi mwenyewe miaka baadaye wewe acha kuchimba vitu ambavyo vimesemwa hivi. Ongelea masuala. Umejifunza nini kwanza? Mimi tena. Ah, watu wasomi. Ongelea nimekiwaza zaidi. By the way, kesho ndo Jumapili birthday ya Wema anatimiza miaka 35. Natamani wewe mtu wa kwanza kumuishi hapa. <laughs> Kwa nini mimi sasa? Ah, sasa si you used to be si lazima boyfriend. Hii ni kutoka kwa Idris kwenda kwa Wema, kwani mnak okay, naanza mimi. Happy birthday Tanzania sweetheart Wema Sepetu, more life, more money, more everything. Kama ilichosemaa imeisha watu hapa, unajua, unaweza kusema happy birthday kwa mwanamke wa mtu ghafla yule mwanaume ndo kwa pring, sasa tukio. Hapana, nyie mnapenda amjue hata mwanaume wake anakaskia. Mimi nitatoa happy birthday, nikiwa nasema tu happy birthday kwa rafiki yangu tu fresh. Lakini unajua tu ni wazi, kuna watu hawachukui vizuri. Kesho siku hiyo birthday sasa unadhani nitakuwa nimesababisha? Hapana, mimi sio mtu wa vita, mtu wa amani, opposite yake ni amani. Neno la mwisho kwa mashabiki zako kwa sababu yeah, ah, watu, watu wengi ni wabaya. mm -hmm. <laughs> Watu wengi ni wabaya alafu yeah. Wengi ni marafiki zenu. mm -hmm. Eh, na wengi pia hata ni ndugu zenu. mm -hmm. Eh, na wengi pia tena mnaofanya nao kazi. mm -hmm. Kwa sasa kama msali unajua hata hauna taka ulinzi kama moja. mm -hmm. Yaani hata kama hauna. Eh, kwa kweli tujikumbushe tu kusali. Hiyo ni mbaya sana. Kama umesema ni chief. Yeah. Eh, jicho cha Sultani sasa inachukua madaraka ambayo, ngoja ngoja, nipishe pembeni, kwenye red carpet ya Swahili Fashion Week. Thank you so much. Asante.